Mimi naitwa Oriati bin uh, mimi ni activist Kenya and abroad, na vitu zenye zina affect Afrika lazima tuongelee. Nataka kuongelea <coughs> hii shida yenye kwa hapa Tanzania, jirani zetu hapa, wana Tanzania wanalia sana ya kwamba wataki mama Samia Suluhu. Ni mstuko sana, ukiona umbwa inalazimishwa na nyama na umbwa inakata hiyo nyama, inamaanisha hiyo nyama kuna sumu So mama Samia ni kama umbwa yenye inalazimishwa nayo wana Tanzania na wana Tanzania watatu. So mimi ningependa kuambia mama Samia, tumeona na tumejua siri yote yenye inafanyika hapo Tanzania. Tumesikia watoto wako, sijui dada yako wako kwa serikali. Inamaanisha umechukua jamii yako yote, ndio umeweka kwa serikali wanyanyase na wapambane na haki za Wanatanzania. Na hii ni siri tushajua. So sisi tunataka kuambia mama Samia Suluhu na hii dictatorship yako. Yenye umeeka nao Wanatanzania awapumziki. Usiku, mchana wanalia. Kuna wale wenye waliuliwa. Kuna wale wenye waliuliwa wakapigwa malisasi. Watu elfu kumi wakuwa wako kwa lori moja. Then hao watu baada kuuliwa bado mwili zao zitaki kupewana. Tunataka kuambia mama Samia Suluhu. The time is now. Na sisi tulikuahidi kifikapo hapo Christmas hakuna kuenjoy Christmas. Tunaenda hapo Tanzania kusaidia mandugu zetu. Na kama na kama ni Mtanzania na uko hapa Kenya tunakudeport unarudi kwenu. Watu wenu hawezi kuwa wanauliwa huko, watu wenu wanateseka huko, nini mnakula na mnakunya Kenya yetu? Mnatujazia choo. Endeni kwenu. Miendo ianze leo. Muende kwenu mubook train. SGR Express hadi Tanzania. Kama una fare omba, lazima muende mtoe huyo mama. Huyo mama ni dikteta, anasumbua. Mama ana bwana rombaya. Unajua wao wanawake wenye wana wana bwana wajui uchungu ya mtoto, wajui uchungu ya wazazi. Hawajui juu ana bwana. Unasikia? Nasikia Mseveni ndiye anamadvise. Ana sijui huyo ndio mpango wake wa kando. Huyu Mseveni huyu mzee. Mwenyadi, amekata kukufa mzee, wanatusumbua nchi yetu hii. Afrika, Mseveni anasumbua Tanzania nini, Uganda, huyu mama anasumbua Tanzania, so tunaambia ya kwamba kuna mwingine hapa Kenya pia. Ana, anaitwa Kasongo, au watu watatu wameshikana, au watu wanasumbua sana na watu wabaya, wakufi wazuri ndio wanakufa. Ai, Mungu, sometimes pia kwangi fair. Yaani wazuri wanakufa wanawacha wabaya. Huyu mama nimesikia, kwanza wewe sio Mtanzania, wewe sio Mtanzania, babaka alikuja na wewe, that's why hauna huruma na utu ya watu, na watu wa Tanzania. John Pombe Magufuli hakuwahi fanyiwa ujinga kama hizo, eti watu wanaenda maandamano. John Pombe Magufuli alikuwa mchapakazi, alikuwa anatetea haki Nashuku sana kifo ya John Pombe Magufuli juu kama ungekuwa haujafurahia kifo ya John Pombe Magufuli ungekuwa unatesa Wanatanzania. Jua John Pombe Magufuli aliwacha Wanatanzania kwa mkono yako. Wangapi wamekufa? Wengi wasabiki, wengi sana. Lazima tusu, tuchunguze kifo ya John Pombe Magufuli ilienda aje, nani aliua John Pombe Magufuli? Kama ni wewe utatujua, Lazima utuambie kwa sababu uwezi kuwa unatesa wana Tanzania na unasema wewe ni mama mwenye utu. Eti tena tena sisi, wa Kenya, unatuambia, sisi ndio tu, tuna, tunatoka Kenya, tunaenda kuharibu Tanzania. Kwani Wakenya walikuja Tanzania aje? Ni Wakenya juu kila mtu ni black. Ulijua aje sisi ndio wa Kenya tuko huko? Uliona sura yangu ndio utajua tumekuja. Wale ni wanafunzi wetu walikuwa nafanya maandamano. Hey, wale ni watu wenye sisi tumefundisha jinsi ya kufanya maandamano online. Wali perform 80%. So 100 sisi ndio tunakuja kukutoa. Na unaenda, huyu mama unajua nadhani tukiongea hivi tuna jokes. Unaenda nyumbani, mama Samia Suluhu. Hiyo dictatorship yako. Hiyo roho mbaya yenye uko nayo, roho kama jini, unaenda nayo nyumbani. Unaenda nyumbani. Enda kwa boyfriend wako Museveni. Mwende muzani huko mkae huko Uganda. Mnasumbua watu nini, watu wawili hapa. Mama rombaya, rochafu. Ta uleona Raila alikufa hakukuja, hakukuja, hakukuja juu watu kama hawa wawezi is feel uchungu ya kifo juu hawa wanakuanga tu rombaya. Wewe Islamu hukwangi watu. Wewe ni mslamu wa wapi? Unaribu dini wewe ni mslamu gani? Kama wewe mslamu, Muslim na unakuwa na rombaya hivo na sisi tunajuanga watu wa Islam wanakuanga watu mtakatifu, wanakuanga watu rosafi, wanakuanga watu wanafuatilia dini. Waye ni wa wapi mama Samia Suluhu? So sisi tunaambia wana Tanzania, kuna wale waliungana na mama Samia Suluhu kuwanyanyasa, na tunawajua. Kuna Diamond, kuna, kuna Bilnaz, kuna baba kuna, Mujaku, kuna baba Levo, kuna Revani wanaocheza wana, wana, wana, wana waziki wana eh, waziki mm, wanamuziki wana Kiswahili pia ni ngumu wanamuziki. Unajua Watanzania wamenieka na kuongea Kiswahili juu Kizungu pia muko. Unajua huyu mama hajasoma, so siwezi mwongelesha na Kizungu, hata sikia itakuwa inaingia na inatoka, anasikianga tu eh. Mimi mama mchapa kazi, hizo ni nini chapa kazi na unaumiza watu wewe tunakupeleka nyumbani, so tunaambia wana Tanzania, tunataka kudili na hawa wanamziki wote hawa. Ndio wameungana na mama Samia Suluhu. Nimeona vyene Diamond na mdomo yake kubwa kama ya nguruwe, anatusi wale watu wenye wanasema, ati anaambia watu muende kazi, eti kuma mama zenyu. Wewe pia kuma mama zako bwana, huwezi tusi watu na tukuache, natukuach hey, lazima uheshimu wana Tanzania. Unawatusi aje na mdomo kubwa? Kwanza enda ushone mdomo kwe ndogo, enda kwa pididi Wendu, mwanamume wako. Wendu anajua kudil na wewe. Sisi hatutaki mashoga Kenya yetu. Na Tanzania ikiungua usijaribu kukuja Kenya. Hapa Kenya pia tutakuungua. Tutakuchoma. Tutaku, ukuji Kenya ka Tanzania. So kila kitu ya Diamond hapo Tanzania ikifika po Christmas, teketezwe. Watu kama wafai kukua na mali. Wafai kukua na mali, wanakuwa na mali ya nini kama uchungu ya Wanatanzania wawezi sikia eh? Wanakuwa na mali ya nini? So tunaambia kila mtu Tanzania msikule Christmas. Christmas ni kukula kwa barabara, ni tia gasi. Wakileta tunaleta, kama noma noma na kama mbaya, mbaya. Atuta hatuta relent na kuna kurudi nyuma, there is no way back. Tunaenda mbele. Hakuna kurudi reverse ya nyuma na gia ya mbele mbele hadi Ikulu tukipata kama nakula sasa hiyo, nakula na, hapo, hapo Ikulu. Tunawatoa na maviboko Mama Samia Suluhu plus Mseveni oh, wa, wa, m hako tu Mungu anasebena msebeni kuja hataki, kuja hataki. So tunaambia Wanatanzania, sisi ndio wakombozi wenu na tunakuja huko na tutasoja on na tuko pamoja. Nshanga sana, nashangaa sana kama Wanatanzania wanaweza tolaretu kumbafu ya mama Samia Suluhu. Huyu mama ni mkumbafu sana, mama mjenga kabisa sahii. Sisi tunajuanga rais akiyapishwa Sio rais wa familia, sio rais ya self interest, lakini huyu mama saa hii mtoto wake ameweka minister of education. Mtoto wake Jakaya Kikwete ndiye anasikia ana, ana, ni adviser wake. Familia ya Jakaya Kikwete pia ameweka kwa, nini kwa minister yake. So sisi tunauliza, hivi kwani hii serikali ya Mama Samia Suluhu ni ya familia? Ni ya familia. Nataka kuambia Wanatanzania, mudini wa na huyu mwanaume sijui anaitwa Jakaya Kikwete. Huyu huyu ndio mtu ako behind the scene, huyu ndio mtu ameungana na huyu mama kuangamiza haki yenu. Mtoto wake ako kwa nini, si education. Minister minister education, huyo ni mtoto wake. Niambie wewe, utakaa wapi? Utasema nini kama kila mtu wa familia yake ameka kwa serikali? Nani atakutetea? Jakaya Kikwete pia mtoto wake akokuwa serikali ya, ya nini ya, ya, ya mama mama Samia Suluhu so wanawanyonya ii nadharisha ya kwamba au watu wameungana kuwanyonya na watu wanataka ku, kuangusha uchumi ya Tanzania chini. Na tutakubali atutakubali wakina kijikaa Kikwete, awa ni watu tunataka kudili nao vizuri kabisa. Awa ndio watu wana advise huu mama. Awa ndio watu hata kama watu wameuliwa, hawana uchungu. Hawana, watakuwa nayo aje. Familia yao iko kwa serikali ya Mama Samia Sulu. Familia yao iko hapo ndani. Mtoto wake ameweka kwa Ministry of Education. Mtoto wake mwenyewe hajasoma class 4. Sasa niambie masomo ya Tanzania itakuwa aje? Kama Samia anachukua mtoto wake mwenye hajasoma, ana elimu ya kutosha. Akili ni bure, akili ni kama mtungi yenye haina maji. Kili, ni MP wamemweka kama minister of education, niambie watoto watasoma elimu itakuwa hapa Tanzania? Sisi ndio maana hamuna kizungu, hamuna elimu ya kutosha. That's why mnawekea watu incompetent na mwezi ongea Damond, unajua ni hapo mtu tu ametua tu chibude, mtu amejua tu kuiba Keke, keke ya yeah, ajui mambo ya elimu ni nini? Sasa taakiekewa mtu mwenye aiuko kwa nini kwa masomo kwa system education. Hawezi complain. Awezi Hawezi teta juu na kula, ajui masomo ni nini. Sisi watu tunajua masomo ni nini, hatuwezi kubali mama Samia Suluhu mama, ro chafu, ro chafu ro mbaya, ro inanuka, inaeka mtoto yake siesu education. Na kuna watu wamesoma hata kama kuna watu, sisi tunajua wao, unakula na mama Samia Suluhu kwa meza moja, unakula na na watoto wako pia wako kwa hii serikali, wamepewa maminista kwa serikali ya mama Samia Suluhu mama. Huyu mama aende, aende kabisa, aende apike. Mwanamke afai kuongoza, mwanamke ni mtu wa kupika kwa nyumba. Asanteni.